Simba wanaonewa hivi, lakini haijulikani, uh, hapa uh, katikati kuna, kuna kitu gani? Lakini ndio hivyo michezo kumi zote wameshinda moja sare nne wamepoteza mara tano. Maana yake Yanga amekuwa na asilimia zaidi ya hamsini za kushinda akiwa anaenda kucheza na, na, na, na, na yang na Simba si ndio? nimesema vizuri eh? Yanga amekuwa na zaidi ya asilimia hamsini akiwa anaenda kucheza na Simba asilimia hamsini za kushinda si ndio, baba? Simba ameshinda minne mmoja. Maana yake ndomani zaidi ya hamsini. Yes, yeah, nimesema zaidi ya hamsini sababu ukizigawa hii nusu hizi sare maana ake tunazungumzia kwenye asilimia sabini plus umeona bana, za Yanga kushinda. Unaweza ukasema labda ni, ni, ni namna gani vipi, lakini ndo hivyo kwa Yanga ime, ime, imeendelea kuwa bora zaidi. Labda kwenye mechi ya juzi, kulikuwa na mechi ya ilichezwa kule Tanga, ilikuwa ni ngawa ya jamii ambayo Simba ilishinda kwa mnikwaji wa penalti. E, kumbuka ilikuwa ni mechi ya dabi ya kwanza ya Miguel Gamondi mm. E, kule Tanga, kwani Tanga. E, baada ya hapo mambo yaliendelea kuwa magumu magumu kwelikweli kwa wekundu wa Msimbazi Simba. Sasa kibaya zaidi kwa Simba sio tu kwamba wamepoteza wame, wame mbele ya Yanga, kibaya zaidi ni kwamba wamehitimisha msimu bila kombe lolote. Yaani, wakati wanaanza ligi walikuwa na ngao ya jamii yenyewe ambalo ni kombe tu la kuanzia la ufunguzi. Sasa hivi ni ni tournament inafanywa kama tournament kwa sababu timu nne zinashiriki, kwa hiyo ni kombe. Umeona mwanzo tu ilikuwa inatosha kusema ngao ya jamii ikatosha <laughs> <laughs> ilo sio kombe ile ngao ya jamii, lakini sasa hivi ishakuwa ni ya kushindania maanake tayari mnawania kabisa kombe, timu nne zinaenda, umeona bana. Mm, uh, ngao ya jamii wakapoteza mbele ya Yanga, uh, yes, uh, Yanga wakachukua si ndio? Halafu Simba pia walikuwa wanashiriki kwenye michuano ya FA ambayo walitolewa dakika za mwisho hatua nusu fainali na Singida Black Stars, tena kwa magoli mengi kabisa, magoli matatu, kipigo ambacho mara ya mwisho Simba kufungwa magoli mengi ilikuwa ni walipofungwa magoli matano mwaka juzi. Sasa ishakuwa yes, eh kwa mwaka juzi 2023 ilikuwa no, Novemba 5 kama tarehe yenyewe. Baada ya hapo hawakupigwa tena kipigo cha magoli mengi hivyo kwenye michezo ya timu zinaendelea, lakini havikuwa vya kutisha hivyo, kuja kutisha kwenye kipigo hiki cha cha goli tatu. Sema jamani, Simba inafungaje goli tatu tena na timu average. Kwa sababu ukirudi nyuma Simba kufungwa goli tatu na timu daraja la, la chini topuma. Kwa sababu sio kawaida. Simba kufungwa goli tatu mara ya mwisho sikumbuki. Labda mnaweza kunikumbusha wakongwe kidogo. Kama Simba uliona lini imefungwa goli tatu na timu tofauti na Yanga? Za ndani lakini maana ukisema za nje huko utakutana na umechangamka <laughs> si ndio bana? Yeah. Kwa hiyo ukawa ni msimu ambao ni sio mzuri sana kwa Simba, ukiachilia mbali fa Simba pia ilikuwa inashiriki shirikisho kwa maana fa CAF, ambapo ilifanya vizuri sana hadi kufika hatua ya fainali, lakini mwisho wa siku Simba pia ime- ikapoteza fainali pale Zanzibar dhidi ya Aris Berkani. Umona bana, mambo yakawa bado sio mazuri kwa Simba ilikataa kushiriki muungano kutokana na ratiba ngumu ya F. Walitakiwa kwenda kucheza Afrika Kusini, muda huo michuano ya muungano ndio inaanza. E, huh? e, <laughs> kwa wakasema, tuacheni tushughulike kimataifa. Nafasi yake alichukua Coastal Union ambaye naye akufanya. Kwa hiyo Simba mic-michezo yote e, michuano yote aliyoshiriki ameishia kukimbiza eh, au kuishia hatua za juu sana, unampongeza kwa sababu amemaliza kwenye nafasi za juu, nafasi ya pili ligi kuu, nafasi ya pili shirikisho Afrika, nafasi ya hii, sasa tunaweza tukasema ya nne au ya tatu kwenye FA, yeah, unajua, so msimu ambavyo ulikuwa unaanza mm. na hichi ambacho nilipata Simba uwezo kumlaumu Yeah, kwa sababu kwanza kauli mbiu yao ya tunajenga timu sio, ulikuja kupotelea wapi? Mara baada ya kufika final kwa na mafanikio wamekuwa mengi kauli itakuja kurejea kwa ikaanza kubezwa sasa hivi, eh, nahisi kwa kwa na sisi msimu huu eh, ulikuwa ni msimu wa kujenga kujenga, kujenga timu na ukiwasikiliza okay, leo ambavyo wakizungumza kwa mafanikio ambayo ameyapata na jinsi ambavyo msimu ulianza msimu huu unaweza ukawabeba ukawafeva. Mm -hmm. lakini swala ambayo linawaumiza zaidi, mm -hmm. ni hii mechi ya leo, kwa sababu kwanza ni vitu vile ambavyo wanavikosa. mm -hmm. ubingwa unachukuliwa mbele ya mtani wa jadi, mm -hmm. kombe linachukuliwa mbele yako, pili, mm -hmm. umefungwa, mm -hmm. mtani ni mm -hmm. vitu vile ambavyo vinaumiza mashabiki wengi sana wa Simba, umeona yeah. mambo haya mm -hmm. lazima waumie kwa sababu ya hali halisi kwamba me limechukuliwa kombe mbele yako, mm, sio kombe kama makombe mengine. Wakundu wa Msimbazi umekuwa na msimu bora msimu, ni ni bora sana, lazima tumpongeze kocha Fadlu namna ambavyo alisema kwamba huu msimu utakuwa ni msimu wa kumbukumbu, umekuwa kumbu. ni msimu wa kumbukumbu kumbu, lakini isiyokuwa na makombe da, labda kwa sababu walikuwa wanajenga timu na imani kwamba uh, Simba haitabomoa sana kikosi chake, itaenda kukiboresha tu na kurudi tena wakiwa imara msimu ujao, kwamba kama kuna mabadiliko ama kuna wachezaji wa kuondoka basi ni wachache sana kwenye hiki kikosi, kwa sababu bado licha kwamba ni ni kikosi kikosi kinatengenezwa hmm, lakini kilikuwa ni kikosi shindani hmm, kikosi shindani, kwa hiyo kikiboreshwa tu kidogo kinaenda kutisha tena huko mwakani lakini sasa kwa sababu wanaenda kucheza Champions League, maanake inabidi waongeze nguvu zaidi kwenye uh, usajili, walete vyuma haswa uh, Wekundu wa Msimbazi. Ebi, uh, sitatoka mbali. Mfungaji bora ameelekea Hmm. wapi? Aa, ni Simba, Simba uh, uh, yeah, yeah. magoli yeah kumi na sita ambapo anemfuatia ni Clement Mzize magoli kumi na nne wengine kumi na tatu. Sasa eh, baada ya hili la leo, angepiga hat trick angekuwa top scorer, lakini ingewezekana mm. labda kama angeanza eh <laughs> <laughs> <laughs> angeanza. mm. Kwa hiyo mambo ni mengi sana huko eh. Habari ndo hiyo kuhusiana na kari ya kondabi hatimaye tumefunga ukurasa sasa. Eh, kuhusu hilo tumemaliza kabisa kuhusu swala linaloitwa kari ya ko dabi, tukutane msimu ujao tena, na msimu wa ligi umeshamalizika, Yanga bingwa kwa mara ya nne mfululizo. Kati ya dabi ambayo imesuasua sana, ni hapo. Dabi imesumbua vichwa vya watu, uamuzi <laughs> <laughs> <laughs> eh, uamuzi wa kimataifa wa nje, eh, uchezesha vizuri leo, tujaona malalamiko wa refa na nini, watu. Ah, refa dini hapo, si lugha au kuogopa tu, sababu ni wa nje yeah. e, lakini watu pia wamezungumzia kuhusiana ile penati kama haikuwa penati. Watu wengi wamejaji sana ile penati kwa sababu ukiangalia video ambavyo, uh, alikuwa ni pakome yeah, pakome, kwanza mpira ulichezwa mm -hmm. Mpira uli Musa Kamari ulikosa mpira. Mm. -hmm. Kwa kwenye ile gongana pale na mm. muamuzi -hmm. tena muamuzi hakuwa mbali, kwa karibu kabisa ile tukio. Kwa hiyo sidhani kama muamuzi angefanya maamuzi ambayo si sahihi. Mbali na tukio, alikuwa karibu, alikuwa karibu na tukio. Okay, wakati ambacho kimetokea, mimi sioni cha kulaumu. Mm. dakika 90, zimeenda sawa mm. kwa hiyo ilikuwa penalti, ilikuwa penalti halali, penalti halali mm. Okay, sasa kwa dai sema, bwana tungekuwa na waamuzi kidogo amenyoka, ligi yetu ingekuwa imenyoka zaidi mm. sawa bwana, waamuzi kutoka nje, chezesha kari ya kodabi nikafunika lile tuta lile. Kama lingetolewa na mwamuzi wa Tanzania lazima ingekuwa stori kubwa. Wamenunua, wamenini, wamenini. kuna kuna nani moja Pakome alienda akadai kwenye kumi na nane akasema, ile angekuwa mbongo ule angeweka jamani, wana wabongo watuheshimia pwambo l Lakini mwisho wa siku tunatakiwa pia tujipange sana kutengeneza waamuzi wetu kwa ajili ya hizi game kwa sababu mwisho wa siku hatutotegemea kila siku waamuzi wa nje tu kwenye mechi kubwa kama hivi. Ajia ni mmoja kati ya waamuzi ambao kwa sasa hivi wamekuwa wazuri sana na naamini kama akiendelea kupewa nafasi apewe tu, kwa sababu ana uwezo apewe ya. Alichezesha mechi moja ya kimataifa ilikuwa ni Madagaskar kama sio Botswana, kuna offside moja hivi, Raisman wale waamuzi lines ye yeah, hakunyanyua lakini, yeye kambiwe mzidi huko mzidi kuja kuangalia kweli, kwenye VAR, unaona lazima kasema tena, kapostia trendi sana kwamba huyu refa ni hiyo bora bala, kwani hatari kweli. waamuzi wetu kweli kweli hawajashindwa kufanya kazi, ila wameletwa wa wale kupunguza lawama, sababu dabi tayari ilikuwa na lawama, maanake kuwaleta wale, lawama za waamuzi zinaisha msimu mzima. Mechi ikiisha, hoja inayokuja ni ya waamuzi. Kwa hiyo, ili kulimaliza kwanza hilo, tuzungumzie mengine baada ya mechi. Leteni waamuzi wa nje, na walishawahi kuzungumza hao hao mapacha kwamba bana, leteni waamuzi wa nje waje watuchezeshe na vitu kama hivyo. Sasa wamekuja, manake swala la waamuzi, kama wamefanya makosa mtasema tu muamuzi alifanya makosa, lakini hamwendi basi kusema mara itakuwa Eh, kafanyiwa namna gani, vipi si na nini na vitu kama hivyo. Ndio. Mimi nadhani la tulimalize hili. Mheshimiwa anaangalia kwa umakini sana. Nimeona. <coughs>